Mapigo ya moyo wa kijana Kambona yalianza kwenda kasi mno akiwa ndani ya shimo lile. Sio ukubwa wa shimo au aina ya shimo uliomtisha na kumwogopesha kijana Kambona mpaka kufanya miguu yake yote ianze kutetemeka na haja ndogo kumtoka, bali ilikuwa ni kile alichokiona ndani ya shimo hilo. Kambona alibaki katumbua macho baada ya kuona mafuvu ya watu ndani ya hilo shimo, na siyo fuvu moja aliona bali, alikuwa ni mafuvu ya watu wengi tu. Kambona aliona pia kuna dhana za kutosha ndani ya shimo hilo kama mapanga na mikuki japo vyote vilikuwa vimezingirwa na kutu kuonyesha vitu hivyo vimekaa maeneo yale kwa muda kidogo. Kwa uoga Kambona alijikuta anaanza kurudi nyuma huku akiwa anachungulia juu namna ya kutoka ndani ya shimo lile. Matumaini alizidi kupotea kwa Kambona baada ya kugundua lile shimo hawezi kutoka mwenyewe bila kusaidiwa, na aliwaza kule iliko barabara ilikuwa ni mbali mno, karibu kilomita moja, kiasi kwamba hata angepiga kelele vipi asingeweza kusikika. Bahati mbaya ilikuwa ni ndani ya pori kabisa, tena mabondeni, na kibaya zaidi kwenye shimo. Katika harakati za Kambona kupambana ili atoke mle ndani hakuelewa ni sehemu gani kagusa, maana alishituka tu ukuta unasogea pembeni, yaani kama mlango wa kioo alafu mlango ulijitokeza. Japo yalikuwa ni maajabu ya mwaka kwa kijana huyo, ila alijikuta anajiamini na kuingia kwenye mlango ule ili ajionee kuna nini. Baada ya kuingia tu, mlango ule ulijifunga na giza kali mno lilikuwa limetawala kule ndani. Kambona alikuwa anasonga mbele bila kujua anaelekea wapi, ila kila sehemu anayopita alihisi kuna vitu anakanyaga na kwa akili ya haraka aligundua ile ni mifupa anakanyaga. Ilikuwa ni pango refu ambalo kila sehemu aliyopita alikanyaga mifupa tu ambayo kwa muda huo hakuelewa ni mifupa ya nini haswa. Baada ya kutembea kwa umbali kadhaa, hatimaye Kambona alifika mwisho, ila alipogusa tu ukuta pale mwishoni, mara mlango mwingine ulifunguka na Kambona alipita haraka haraka, maana kwa mbele kulionekana kuna mwanga. Kambona alipigwa na butwa kule ndani kulivyokuwa kuna waka, yaani ilikuwa kama mchana, taa zilikuwa zinamulika kila sehemu. Kambona, hofu ilikuwa inazidi kutanda baada ya kuona mule ndani kuna masanamu ya kutosha na masanamu hayo yalikuwa yamechongwa mithili ya watu, yaani ulikuwa ukiangalia haraka haraka unaweza hisi ni mtu. Kambona alizunguka mule ndani akiwa anatafuta njia ila hakufanikiwa. Aligusa kila kinachogusika akiwa anaamini mlango utajitokeza, ila hakuona kitu. Yaani alizunguka zaidi ya masaa matatu bila mafanikio. Akiwa kajikatia tamaa, Kambona alienda kukaa kwenye kiti ambacho kilikuwa kimechongwa vyema kabisa na kupambwa kana kwamba ni kiti cha mfalme. Kitendo cha Kambona kukaa tu pale, mara mlango ulijitokeza na kufunguka. Kambona haraka haraka alipita kwenye ule mlango na kutokeza chumba kingine. Hakika ilikuwa maajabu kwa kijana Kambona. Alihisi huenda yupo peponi kwa kile alichokuwa anakiona. Ile sehemu ilikuwa imepambwa na kupambika haswa, palikuwa panawaka na kumelemeta. Kambona alizungusha mcho pande zote, aliona box kama tatu zikiwa zimepambwa zipo kwenye kona. Kambona alijikuta tu kuna akili inamwambia fungua hizo boksi na kweli alizifungua zile boksi huku hofu ikiwa imeanza kupungua maana alianza kuhisi huenda watu wanaishi kule. Kambona alijikuta tu kuna akili inamwambia fungua hizo boksi na kweli alizifungua zile boksi huku hofu ikiwa imeanza kupungua maana alianza kuhisi huenda watu wanaishi kule. Kijana Kambona alifungua yale maboksi alikutana na vitu kama mawe. Vikiwa vinang'aa kweli kweli. Katika maisha yake ndo ilikuwa mara ya kwanza kuona vitu hivyo. Kwa kuwa Kambona alikuwa hajui ni vitu gani basi, alichukua kajiwe kamoja tu kadogo kwa ajili ya kujifurahisha. Baada ya hapo, alifunika na kuacha kama ilivyo. Kambona, baada ya kufunika tu zile box, mlango mwingine ulijitokeza. Basi Kambona alitoka kwenye ule mlango, alikutana na giza kali mbele Alitamani arudi kwenye mwanga alikotokea, ila tayari njia zilikuwa zimefungwa. Kambona alitembea kwenye lile giza, alijikuta anaenda kutokeza kwenye poromoko refu ambalo lilikuwa linatiririsha maji toka juu mpaka chini. Kijana alibebwa na maji yale ambayo yalikuwa yanaenda kasi mno mpaka mabondeni kabisa, ambako walau kasi ya maji ilikuwa siyo kubwa. Ilikuwa ni majira ya saa tatu za usiku, tayari giza likiwa limetanda kila kona ya msitu huo. Hakika ulikuwa ni msitu unaotisha haswa. Kelele tu za mandege aina ya mabundi ndizo zilizosikika katika msitu huo. Kambona aliogopa mno na hakuelewa yale maajabu ambayo yalikuwa yamemtokea kwa masaa machache ambayo yalikuwa yamepita. Du, mbona sielewi kule nilikokuwa ni wapi? Mbona haya maajabu? Kambona akiwa na lile jiwe mkononi huku kile kidumu cha maji akiwa haelewi hata alikokipotezea. Alikuwa anajiuliza maswali ambayo hayana hata mfano. Kambona! Oya dogo Kambona! Kambona! kwa mbali akiwa anatafuta njia ya kumrudisha barabarani, Kambona alianza kusikia sauti za watu zikiwa zinamwita Kambona. Kwa kuwa hakujua anayemwita ni nani, ilibidi akae kimya na kuendelea kupanda juu, ila kwa mbali juu kabisa aliona mwanga wa simu huku sauti zikiwa bado zinamwita Kambona, aliona potelea pote, aliamua kuitika. Basi juhudi za kukutana na Kambona zilifanyika, na walikuwa ni wale majamaa waliomtuma Kambona kutafuta maji. Kutokana na roho ya utu na huruma ambayo wale jamaa walikuwa nayo, baada ya kuona dogo harudi na maji huku giza likiwa linaanza, walianza kumsaka. Kwani dogo, umepatwa na nini? Mbona tulikuambia usipoyapata maji rudi kabla giza lianza? Basi wakiwa wanarudi barabarani, walianza kumuuliza maswali Kambona, maana walikuwa wanashangaa dogo kaloa mwili mzima. Hapo Kambona ilibidi sasa aanze kuwasimulia jinsi ilivyotokea mpaka yeye kukutana na majanga. Dogo, acha masihara, unataka uniambie huu msitu una mizimu kiasi kwamba ilikupeleka huko kuzimu kwenyewe, au ni wenge lako tu? Basi Kambona aliulizwa, bro sio kuzimu, yaani ni shimo tu hivi alafu huko ndani kuna mifupa ya watu na vitu vingine, na uwezi amini, nimekutana na vitu vinang'aa. Hatari, hebu ona, Kambona aliongea na kuwaonesha lile jiwe alilotoka nalo kule chini ya mapango, na muda huo tayari walikuwa wamefika barabarani. Baada ya Kambona kutoa lile jiwe, wale majamaa walishituka na kutumbua macho kwa mashangao. Kwanza walimwangalia Kambona mara mbili mbili. Baada ya hapo walichukua lile jiwe na kusogea pembeni ili wajadili. Yaani, walionekana wamechanganyikiwa kabisa na lile jiwe, kitu ambacho Kambona hakuelewa ni kitu gani. Baada ya kujadiliana, walimrudia Kambona, oya, kwani hapo unaposema ulidumbukia, unapakumbuka? Basi walimuuliza Kambona. Du, naweza pakumbuka, ndiyo, ila labda mchana, Kambona alijibu. Basi sikia, tunalala ndani ya gari, alafu kesho utaenda kutuonyesha, sawa? sawa Kwani vipi bro, hilo jiwe lina thamani sana eh? maana nimeacha mengi kule na makubwa kuliko hilo, Kambona aliuliza. Basi wale jamaa walizidi kupandwa na midali waliposikia dogo anasema kaacha mawe kama yale ya kutosha. Amna kina thamani kihivyo, ila yana kazi zake ndogo ndogo, kwa wewe huwezi kuelewa. Basi wale majamaa waliamua kumficha dogo. Masaa yalizidi kusogea, huku wakiwa ndani ya gari jana. Kambona kutokana na uchovu alikuwa kapiga usingizi wa kufa mtu ila wale majamaa wawili walionekana hawana hata dalili za usingizi kabisa. Du, Keni naona hutaki hata kulala ise. Aa, Mudi unafikiri sikujui? Unataka uchomoke na dhahabu peke yako. Hapa ni jicho kwa jicho jino kwa jino. Aa, sasa Keni naachaje dhahabu ambazo dogo unasema anaenda kutuonesha kesho, ili nikimbie na hiki kipisi kidogo? Basi kama ni hivyo kausha, acha tusubiri pakuche, na tukifanikiwa kweli Aa, mwanangu mimi naenda kuishi zangu kwa Madiba. Duh, haya yangu tuombe Mungu akuche salama na dogo akumbuke sehemu yenyewe. Hayo yalikuwa ni mazungumzo ya wale majamaa wawili, wakati kijana Kambona akiwa kalala usingizi mzito. Baada ya kusubiri kwa hamu akuche, hatimaye palikucha kweli. Kukiwa hata hakuja pambazuka vizuri, wawili wale walimchukua kijana Kambona na kuingia naye porini kwenda kutafuta hiyo sehemu. Basi Kamona alijaribu kukumbuka zile njia zote alizopita wakati anaenda ya kuchota maji. Ila ni kwamba hilo shimo halikuonekana kabisa. Jamani, nilipata shimo lenyewe, hili hapa! Kamona baada ya kuona shimo lile alipayuka kwa sauti kubwa. Basi kemo mugu meo yao kiwe na huku wanaona utajiri upo nje nje, walisogea haraka eneo la tukio. Je, watafanikiwa kupata kile wanachokitafuta, au ndio hakuna utajiri unaokuja kuamekewa na wepesi